Mambo vipi mtongo nguvu, ni mimi mtangazaji wako Kevo TV, na kukumbusha usisahau kusubscribe channel yetu na kulike na kushare na kucomment ili kupata habari zinazotrend mtandaoni zaidi na zaidi. E bwana eh, Yanga wana kipa bora sana. Yanga wamepata kipa mbaya kwa kusema kweli, anajua kuipambania timu ya Yanga kwa sababu ukimwangalia Diarra vitu anavyofanya uwanjani, kwa kweli anatakiwa apongezwe sana kwa sababu amejua kuipambania timu ya Yanga. Najua Yanga wana kipa fulani hivi ambaye ana uwezo mkubwa sana pia. Ukimwona tu ukiwa uwanjani, Diarra ni mtu ambaye anaongea na wachezaji wenzake Mtu wasema, frani, ni mtu ambaye anawasema fanya kitu fulani na anasikilizwa. Ni mtu ambaye kusema kweli ana sifa kubwa sana, anatakiwa asifiwe, na anatakiwa hata apewe ukapteni wa timu, kwa sababu mtu mwenye uwezo mkubwa lazima Apeo, kapteni unajua kabisa, Diarra anajua kuongea na wachezaji wenzake, anajua kuwasema anakosea wapi, anajua kuambia fanya kitu fulani na wanafanya, wanamtii sana, ni mtu ambaye kusema kweli ni kipa bora. Kumpata kipa kama huyu ni changamoto kubwa sana, unachukua muda kumpata kipa bora kumpata kama huyu, kwa sababu Diarra kusema kweli ni kipa ambaye ameipambania sana timu ya Yanga. Unajua kabisa kwenye ligi ya kimataifa huko, Diarra ametoka kuipambania hapa timu ya Yanga Africa, ametoa michomo migumu sana ambayo amefanya mpaka sasa hivi imekuwa gumzo mitandaoni, anaongelewa yeye tu Diala kwa vitu anavyovifanya uwanjani, sababu ni kipa ambaye kusema kweli amewapigania Yanga kinoma noma, na tunajua kabisa kuna shabiki amejitokeza tu ana amempa milioni thelathini kwa kumpongeza kazi aliyofanya uwanjani, sababu ni kipa ambaye kusema kweli amewasave sana. Kuna michomo minne hivi ilikuwa hatari sana na ameitoa. Ndio huyo ni kipa ambaye kusema kweli ameipambania timu ya Yanga Yanga. Ukiongelea mchezaji ambaye amepambania timu ya Yanga hauwezi kumwacha kumtaja Diara. Ni mtu ambaye kusema kweli anajua kujituma, anajua kupambania timu yake na ana uchungu na timu. Yaani ndio inatakiwa mchezaji uwe hivyo, na anajua kuwasema wachezaji wenzake, hapa mnakosa, hapa mnafanya hivi. Kwa kipa mzuri sana ambaye kusema kweli Yanga wamepata kipa ambaye anastahili sifa nyingi sana. Na pia bwana, Yanga wameposti wamemposti na kusema tumpongeze Diara kwa kitu alichokifanya, mwenye chochote kitu amtumie kwa kitu alichokifanya kama pongezi kwa kupambania timu ya Yanga. Kwa hiyo umeona kabisa, Yanga wanafurahishwa sana na kitu anachokifanya Diara. Anajua kuipambania timu na anajua anafanya kitu gani Diara. Kwa hiyo wana Yanga wanafanya kama shukurani yao kwa Diara, kitu alichokifanya, alivyoipambania timu, ndio maana wengi wanamchangia, eh, wanamtunza, wanampa hela kwa kitu alichokifanya. Ni kitu kikubwa sana. O, mambo ni mengi, mtangu wa nguvu, na nakukumbusha tu usisahau kusubscribe channel yetu na kulike na kushare na kucomment na ili kupata habari zinazotendi mtandaoni zaidi na zaidi. Yangu ni ya mtangu wa nguvu, asante sana.